Hatua ya hatari. Usiku ulipoingia, mvua ndogo ilianza kunyesha juu ya jiji la Maharia. Kila tone lilikuwa kama sauti ya onyo juu ya hatari inayokaribia. Ndani ya jumba la kifalme, Elian alikuwa ametulia dirishani, macho yakiangalia mbali akiwaza kuhusu Zuri. Alijua kuwa mfalme hakuwa na huruma kwa yeyote anayevunja mipaka ya kifalme, lakini moyo wake ulikuwa umeshachagua. Kwa msaada wa kapteni Joram, Elian alituma ujumbe wa siri kupitia kijana mdogo wa mitaani aliyemwamini. Kijana huyo aliitwa Mido, mwenye umri wa miaka kumi na mbili, hodari na jasiri. "Mwambie hivi," Elian alimweleza, "na lindwa na kuta, lakini moyo wangu uko huru. Tafuta mwanga wa taa tatu kando ya daraja kesho usiku." Mido alikimbia usiku huo huo, akijua hatari ya kazi hiyo. Alipomkuta Zuri kwenye duka la matunda lililokuwa karibu na nyumbani kwao, alimkabidhi karatasi ya mduara iliyochorwa kwa alama tu. Zuri alipoiangalia alielewa. Ni yeye, alijiambia kwa sauti ya kupapatika. Usiku uliofuata Zuri alijifunika shuka la mvua na kutoka nyumbani kwao akiwa na hofu na hamu kwa pamoja. Alitembea hadi daraja la kale ambalo lilikuwa limeachwa kutumika na wengi lakini pale taa tatu zilikuwa zimewashwa kwa mpangilio maalum kama ilivyoandikwa. Akiwa anasogea polepole pole, sauti ya mvulana ilimshtua kutoka kivulini. Zuri e. Alipotazama alimwona Elian akitoka nyuma ya gogo la zamani. Walikumbatiana bila kusema neno kwa sekunde kadhaa. Nilidhani hutakuja, Elian alisema kwa sauti ya huzuni. Nilijaribu kupinga lakini moyo wangu hauwezi, Zuri alijibu kwa macho yenye unyevunyevu. Walikaa chini ya daraja, mvua ikiendelea kunyesha kwa utulivu. Elian alishika mkono wake. Kuna kitu unahitaji kujua, baba yangu anataka kuniozesha kwa binti wa kifalme kutoka Enaria. Sijui nitafanya nini, lakini sitaki kukuacha. Zuri alitazama mbali, kisha akasema kwa sauti ya chini, na mimi pia nina siri Mama yangu amesema e, mimi pia nina damu ya kifalme. lakini sijui ni kweli au la. nilizaliwa maisha haya nikafichwa. sijui sababu kamili. Elian alishangaa. kama ni kweli e, basi kuna zaidi ya penzi letu. kuna historia inayotufunga sisi wawili pamoja. Kabla hawajazama zaidi katika mazungumzo, kelele za farasi zilisikika kutoka mbali. Mido alitokea mbio mbio. Wanakuja. Walinzi wa kifalme wamepata fununu. Zuri na Elian walikimbia kwa pande tofauti kama walivyokubaliana awali. Mido alichelewesha walinzi kwa kupoteza njia, lakini sasa hali ilikuwa mbaya zaidi. Mfalme alipata taarifa asubuhi. Alisimama mbele ya meza yake ya mawe, uso wake ukikunjamana kwa hasira. Huyu msichana anayeiba moyo wa mwanangu, ni nani hasa? Aliuliza kwa sauti ya giza. Wakati huo ndani ya nyumba ya Bimalaika, mlango ulipigwa kwa nguvu. Fungua! Ni walinzi wa kifalme! Zuri akatazama mama yake kwa hofu. Wamefika mama e, wamefika. Je, Zuri watamwacha kwao au watampeleka gerezani? Usikose sehemu ya nne.